Tuna matatizo hapa, si ni Wakomoro, tumekuja tunataka tuondoke. Tunakaribia wiki mbili, kila siku tunakuja huku, wanatuambia endeni, mtakuja kesho, kesho kutwa. Sometimes wanatupa hela ambayo haitoshi, ila tumeondoka hapa Tanzania lini, na mpaka leo hatujui lini tutaondoka. Jana wametuambia saa tisa usiku tutatoka, baadaye wametupigia simu, wametuambia tena hatutoki. nakaribia tayari wiki mmoja na wengine walikuwa wanataka kuondoka jana, wamekuja kutifata tena. Ina maana hawaondoki na hatujui lini hili tatizo lita litaondoka, na ndege yao hatujui tatizo gani ambayo iko kwenye lipo katika ndege yao. Kwa hiyo sie tunaomba msaada kwa mtu yeyote ambayo ana uwezo wa kutusaidia kwa sababu sie tushatoka tushachoka kukaa bila, bila mpangilio. Najua unapoenda sehemu unakuwa na bajeti ya kubeba mfukoni kwako mpaka leo bajeti imeshaisha, na kuendelea kukaa katika nchi ambayo sio ya kwetu. Kusema ukweli, kwa sababu si ni marafiki, lakini kwenyu ndio burudani. Ina maana tushafika na hela zimeisha, tunataka turudi nyumbani, tunataka turudi nyumbani. Tunaomba msaada kwa serikali, tunaomba msaada kwa yoyote ule ambaye anaweza kutusaidia turudi, maanake tushachoka. samani t mi nakaribia mwezi mmoja, maanake nimekata tiketi ya mwezi mmoja ila nilibidi tu tuondoke. Wengi ambao wapo hapa walibidi tu waondoke Alhamisi iliyopita, na mpaka sasa hivi ya ina maana wiki nzima tunaishi bila mpangilio hapa mjini, kusema ukweli. Wanatusaidia, saidia, lakini kama mnavyojua maisha ya Tanzania jinsi yalivyopanda, hicho kidogo ambacho tunapewa hatu hatuhawezi ha, ha, ha, ha, hawezi kutatua haya matatizo ambayo tunayo katika wiki nzima sam, okay. Sometimes wanatupatia alamisi kwa kila siku, sometimes wanatupatia laki kwa siku mbili, ila mnajua wengine wanalala katika hoteli elfu thelathini na wanataka kula asubuhi, mchana, jioni mpaka usiku na wengine wanataka kupiga simu majumbani kwao, na wengine wanaumwa ghafla, hizo na, na teksi na, na wengine wana, wana. watoto kwa maana hiyo, hiyo elfu hamsini kiukweli haitoshi, isipokuwa tumekubaliana hivyo hivyo ili tatizo litoke, lakini shida yetu mpaka leo hatujui tatizo litatoka lini. Wengi, kiukweli siwezi nikasema moja kwa moja kama ni wangapi, lakini ni wengi sana, tunaweza tukasema zaidi ya 80.

Sie tusingetaka tugombane wala tusingetaka iwe hivi. Sie tunawataka heri tu, lakini tungetaka watezame kwa mtazamo kama, kama ingekuwa kwa wangejisikiaje? Wange, wange, wange sisi tunataka watutafutie jinsi ya kuondoka hapa bila kugombana maanake ya yeah. Kwa leo kiukweli hawakurambia chochote jipya, wametuambia tu tuje kama saa saba na wametuambia tuje hapa, ina maana tumejua kama hapa hapo hatuondoki. Wangetuambia tuende yapo sawa. Wange... w... nasikia wengine wanasema wanalalamika eti mpaka Alhamisi au eti juma... au Jumamosi na maana tena hiyo Alhamisi au Jumamosi hamna uhakika ya yani. Mm, ni kweli kuna changamoto ambayo imejitokeza kuhusiana na ndege yetu tangu Alhamisi iliyopita ndege yetu imepata tatizo, uh, lipata technical. Technical. tatizo la kiufundi ni tatizo ambalo linatishia usalama kiasi kwamba, um, ndege inaweza kuruka nayo tatizo likiwepo, lakini ili kupata usalama zaidi tuliona ndege ipate matengenezo. Kwa hiyo maenjinia wetu wakaonelea kuwa tatizo lirekebishwe. Tatizo hilo linahitaji spare, spare inatoka Marekani. Spare ilishalipiwa na ilishakuwa shipped kuja kwetu lakini muda ambao ulituambia spaa ingetufikia mkononi umekuwa sio kidogo, imekuwa na uchelewesho. Kwa hiyo spaa ndio imekuja jana usiku, na mafundi bado wako kwenye marekebisho ya hiyo ndege. Kwa hiyo ndege ilitegemewa ingeondoka leo, ila kwa sababu spa imechelewa kuja, ndege inatarajiwa kuondoka kesho Jumatano. um, katika kusubiri hiyo spare uh, ili kurekebisha ndege ipate kuruka. Uh, kuna mawili pia inawezekana ika delay au ikawa on time. Kwa hiyo tumefanya utaratibu wa abiria wetu wote ambao tumewaacha waondoke Alhamisi na ndege ya AB Aviation ambayo tumeshafanya mazungumzo nayo, nao tumemalizana nao na tayari watachukulia abiria wetu kwenda Komoro siku ya Alhamisi. In case ndege yetu haitatoka tena kwa wakati